Ukweli katika maisha sio kila kitu nilichofanikiwa mimi na wewe ukifanya utafanikiwa, au sio kila kitu ulichofanikiwa wewe na mimi nikifanya nitafanikiwa. Kwa hiyo, sio kila kitu kizuri ni kitu sahihi kwako. Sio kila kazi nzuri ni kazi sahihi kwako. Kazi sahihi kwako ni kazi unaoipenda kutoka moyoni. Kazi sahihi kwako ni kazi ambayo upo tayari kufanya bila malipo ya aina yoyote. Kwa hiyo unapaswa ufanye kitu ambacho wewe unakipenda kutoka moyoni. Usifanye kwa sababu fulani anafanya. Usifanye kwa sababu mimi ninafanya. Usifanye kwa sababu yule anafanya. Fanya kitu kwa sababu ni kitu sahihi kwako. Fanya kazi kwa sababu ni kazi sahihi kwako. Kwa, kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye field yako, fanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na kwa ujasiri. Kitu cha msingi, jua unachokifanya, kipendo unachokifanya na kiamini unachokifanya. Hakika hutokata tamaa, huto kamwe kwenye jambo lolote ambalo umechagua kulifanya kama unalipenda kutoka moyoni, unaliamia kutoka moyoni, hakika utakwenda kuyafikia mafanikio yako kwa uharaka na wepesi wa hali ya juu. Bila kusahau, mafanikio yako ndiyo faraja. Asanteni sana kunisikiliza na Mungu